Sisi kama viongozi na mimi kama mwenyekiti wa mkoa wa Kilimanjaro, Gervas Mgonja, nizungumzie mimi binafsi. Leo nakiri mbele yenu kwa vyo vyangu nilivyovitaja, mwenyekiti wa mkoa wa Kilimanjaro, mjumbe wa mkutano mkuu taifa, mjumbe wa baraza kuu, mjumbe kama utendaji ya kanda, leo nakiri mbele yenu kwamba najivua rasmi vyo hivyo na wanachama wangu unagota ndani ya CHADEMA leo tarehe kumi na moja mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano. Mimi sijastaafu ni kijana mdogo, sisemi kwamba sitafanya siasa, lakini kwa hatua ya sasa, nagota wanachama wangu, nagota vyoo vyangu, nahitaji kupumzika na kutafakari. Lakini azma ya mimi kuendelea na mabadiliko katika taifa hili iko pale pale. Mapambano yanaendelea, kazi tutaendelea kuzifanya, hatujastaafu, tutaendelea kufanya kazi pamoja. Wananchi wangu wa jimbo la Same Magharibi, nipo nitaendelea na nyie. Mkoa wa Kilimanjaro nipo, nitaendelea na nyie, lakini kwa hatua sasa, kwa akili zangu timamu, leo tarehe kumi na moja mwezi wa tano nimejivua na sifa zangu na wanachama wangu umegota. Nawashukuru no, sana. Sioni mwanga. Nilimuuliza mwenyekiti wangu tunazuiaje uchaguzi, na majibu hayakuwa relevant. hayakuwa na mashiko. Kwa hiyo sioni mwanga huko tunakoenda, nimeamua yafuatayo: kuanzia leo, mimi nimekuwa mwanachama mwaminifu sana ndani ya CHADEMA kwa miaka kumi na tano sasa. Ninavua nyadhifa zilizo nazo. Alisema mwenyekiti Mbowe anaenda kufanya mambo yake, anaenda kufanya shughuli zake. Mimi ninajua kwamba kuna kazi nyingi sana za kufanya, nina mambo mengi pia ya kufanya. Ninavua nyadhifa hizi kwa Chadema kuanzia leo mpaka hapo nitakaposema vinginevyo. Niwatakie siku njema. Kufika hapa nilipofika, nilijengwa na Chadema, lakini sasa itoshe kusema kuanzia leo tarehe kumi na moja mwezi wa tano, ninajiondoa rasmi Chadema. Ninakwenda nyumbani, bado nina nguvu. Sisemi ninaacha siasa, lakini acha kwanza nikapumzike. Na ninamshukuru Mungu sana kwamba tarehe ishirini na saba mwezi uliopita, Mungu alinipa mjukuu na kwenda kulea mjukuu wangu. Nimechoka na matusi ya mitandaoni kila siku, kuondoka mwenyewe kwa sababu ni maamuzi yangu binafsi, sio maamuzi ya mtu bado nitaendelea kuwasemea wananchi wangu kwa sababu wana imani na mimi na bado nafanya kazi na wananchi ambao walinituma nije nigombea udiwani, na sasa hivi wanatamani tuendelee kuwatumikia Istanbuli Kilawila. Ninaachana na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, ninaenda kupumzika. Kadi yangu nilinitaifanya souvenir. Kadi yangu ni CDME 83 11 nitaendelea kuwa mali yangu, nitaitunza ili wajukuu wangu waje waione na watakuta kwenye historia kwamba nilitukanwa sana.